Aimar, mambo poa, hongera sana kwa mchezo mzuri. Asante sana naye, hongera pia kwa kufika hapa. Asante. Nipe siri, kila siku unakuwa bora nyuma, kuna siri gani? mazoezi na maelekezo kutoka kwa mwalimu ndio yananifanya niwe bora kila siku. Baada ya kuenda kwenye mchezo, ni kitu gani ambacho huwa unazingatia sana? Uh, maelekezo sana ninayopata na mwalimu, position vitu kama hivyo. Unajisikiaje mm, yeah, kuwa nyota wa mchezo katika mchezo wa dabi kwa maana mjini dabi Mlandege dhidi ya Malindi Sports Club, mkiwanywa chuma tatu kwa sifuri na goli lako likiwemo? Najisikia vizuri, tumepata ushindi na tumefuata maelekezo yote aliyotupa mwalimu kulichea kwa timu wake, alhamdulillah tumepata matokeo uh, ndo kwa sababu tume, tume maelekezo tumefuata vizuri na tumecheza vizuri ule mfumo unaotaka mwalimu, ndio maana tukapata ma, matokeo mazuri alhamdulillah. Aimar kwa nini wanakuita Haaland? Uh, Haaland. Um, uh, wananiita the way ninavyocheza vile, ndio maana ananiita hivyo. Na ukijangaa, unamuona Haaland kabisa, huyu hapa. Eh, namuona mzee Haaland. Kitu gani mm -hmm. yeah, ambavyo unapenda kwa Haaland? Zawe uh, anavo movement zake uh, jinsi anavyofunga vitu hivyo sana. Feitoto amna mwingine. Mnapenda zawe anavyocheza na nataka niwe kama. uh, ana vitu gani like, ana uwezo wa kubia mpira na anafunga sana, vitu hivyo. Malengo, malengo yangu kufika juu zaidi. Kama wapi juu kokote, Mungu atapojalia. Eh, kokote tu lakini, jua wejui, ligi unaionaje? Ah, ligi kwa macho juu utaiona nyepesi, lakini ligi ni ngumu zaidi. Sasa unatakuwa ufanya mazoezi sana eh, ili kuweza kucheza hii ligi. Mm. Hivyo tu. Na kitu gani ambacho unakifanya kila siku kumshawishi mwalimu ili upate nafasi ya kucheza? Eh, mazoezi na najitahidi sana kufunga like nafika mapema mazoezi kuliko mtu yote. Mwalimu namshawishi vitu kama hivyoashuuuni zamu ya mpira, lazima ufike mapema kutoka na mwalimu, natakuwa ye ndo akukute sio mkute mwalimu. Tuzo ngapi toka msimu unaanza, ya kwanza afaaiasi kwanza? Imekupa faraja kiasi gani? Ah, nashukuru, imenipa faraja kiasi kubwa sana Uh -huh. Na unaituma kwa nani hiyo? Hii, weke vizuri watu waione bwana Haaland. Aimar kwa nani, dedicate kwa nani? Na dedicate kwa timu nzima tuliocheza leo. Mm -hmm. Uh -huh. Kwa nini kwa timu nzima? Sababu sote tumefanya kazi tumepata matokeo vizuri. Tutakia kila mm -hmm. uh -huh. ah, laheri. Asante. Hongera.